Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji mpendelevu wa chanelo yako TV online Kuna Nini News. Kuna Nini Nini News ni TV ambayo ina makazi yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Machi 14 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Nini tumekuandalia leo? Usilolijua kwako ni fumbo, fumbo fumbulia, fumbu fumbu, mjinga lakini mwerevu utambua. Vita vinavyoendelea mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kama tulivyowatangazia kwenye matangazo yetu ya hawali, ni kwamba jinsi vita vinavyoandaliwa sehemu zote ni tofauti. Yale anayoendelea mkoani Kivu ya kaskazini unapotofautisha na yale anayoendelea kwenye maeneo ya mikoa mingine haswa tukichukuliwa mkoa wa Kivu ya kaskazini kama vile hule wa kusini. Itakumbukwa hapa kwamba kuvuka mto Ruzizi, mambo ni tofauti na ilivyo mkoani Kivu ya kaskazini. Watazamaji, kama mnavyowaona ao wanaovalia sare nyipya za kijani ni waza wazalendo. Hao wako tayari na wamejiandaa kinagaubaga kabisa kwa ajili ya kutetea nchi. Licha ya dalili na cheche zinazoonyesha kule watu wanakuelekea, wazalendo wanajipanga vilivyo mkoa ni Kivu Kusini Maniema, kama vile mkoa wa Tanganyika hivi, ili kupata mengi, wacha kwanza. Kabla tuendelee, ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, mbele tuendelee, wewe ambao bado hauja subscribe ku like, weza kuwacha comment yako, upataji kwa wengine, na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Nini tunachoandalia kadiri mnavyowaona ndugu mtazamaji, pia msikilizaji, hao ni vijana waliokubali kuchukua silaha kwa ajili ya kuipenda nchi yao, kuipigania na kuifia. Hao ni vijana ambao wako tayari kupigana hadi pale watakapoona tone la mwisho la damu linaanguka wakihakikisha kwamba M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC hawaingii katika maeneo ya mkoa wa Tanganyika wote, pamoja ikifahamika, mikoa mitatu imeungana pamoja kuweka ukuta M23 RDF jeshi la Rwanda pamoja na AFC hawaingii katika mikoa hiyo na kushikilia sehemu nyingi kama vile inavyoshikiliwa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Vijana wazalendo wa mkoa wa Maniema, mkoa wa Kivu Kusini, kama vile mkoa wa Tanganyika, wameweza kuhimizana, wameweza kuhamasishana, wote kwa pamoja wamekuwa tayari kwa ajili ya kupiganisha adui na wote hao mwelekeo ni kwenye uwanja wa vita. Ni hayo ambayo tulitaka kuwaonyesha ijuma hii ya tarehe Machi 14 mwaka wa 2025. Watu wengi wamejipa maswali, je, ni akina nani? Kile ambacho mtakuambia ni kuwa hao ni wazalendo, wazalendo kutoka mkoa wa Tanganyika kuungana na wenzao wa Kivu Kusini kama vile mkoa wa Maniema ili kujenga ukuta, ukuta wa kuzuia adui kuingia kwenye mikoa yao inayofahamika: Kivu Kusini, Maniema na Tanganyika, ambao wamehapa kwa udi na uvimba kwamba hawataiachilia ardhi licha ya vikao vinavyoandaliwa hapa na pale, kama vile inavyotarajiwa siku ya tarehe 18 mwezi Machi mwaka huo elfu mbili ishirini na tano, kunatazamiwa kikao ambacho kitawakutanisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ujumbe wa M23 RDF ya jeshi la Rwanda AFC huko mjini Luanda nchini Angola. Nini kitakachotokea tuyaachie majira muda, lakini au mnaowaona ni vijana ambao waliweza kukubali kujitolea kupigania nchi, ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na maeneo mnayoyaona ni mkoani Tanganyika, hayo yakiwa ni maonyesho ya kwamba wako tayari kwa mapambano. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Kufikia hapo sina cha ziada, huyu ambao bado ulikuwa uja subscribe, tafadhali usikose kusubscribe yani kujabone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako pia usikose kushare yani kupartage kwa wengine, huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa idhaa yetu hii ya Kiswahili ya Kuna Nini News. Na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Machache kwa yale ambayo tulikuandalia ni kukuonyesha mtazamaji, pia msikilizaji, kwamba wazalendo wapatiki mikono au hawazubai, wanajiandaa kikamilifu licha ya matokeo yote hayo kuhusiana na mazungumzo. Basalendo bale, bale, bale, bengine bale bego bengi sana kalemia <laughs>